Taarifa ya kutokea vyombo vya habari vya kimataifa zinaonesha kuwa wiki ya mwisho ya Agosti, nguvu za NATO zilizoko Norway zilikusanyika kwa haraka baada ya bendera kubwa ya kivita ya Marekani, yaani USS Gerald R. Ford kufichuka na kuwa hatarini. Hali hiyo ilisababisha mazoezi makubwa ya ufuatiliaji wa manowari karibu na pwani ya Norway ikizingatiwa kuwa ndio operesheni kubwa zaidi ya aina yake tangu mwisho wa vita baridi, yaani cold war. Kwa mujibu wa Barents Observer, lengo kuu la operesheni hiyo lilikuwa moja ya manuari tatu za kielektroniki za Urusi za darasa la Yasen, ambazo ni miongoni mwa manuari za kisasa zaidi za Urusi. Manuari hiyo ilipatikana ikikaribia kwa hatari kubwa bendera ya kivita ya Marekani yenye uzito wa tani laki moja USS Gerald R Ford ambayo ni na nguvu ya nyuklia, pia wafanyabiashara wa ndege na nguvu za anga, ikiwa ni pamoja na US Navy, Royal Air Force, yani RAF ya Uingereza na Royal Norwegian Air Force, yani RNOAF, walishirikiana katika zoezi la kipekee la ufuatiliaji. Operesheni hii iliweka rekodi mpya katika historia ya NATO ikionyesha kuwa hatari katika manuari ya kisasa ya Urusi inaendelea kuwa changamoto kubwa kwa bendera za kivita za Kimarekani na washirika wake. Viongozi wa kijeshi wa NATO wanasema kuwa operesheni hiyo ilifanywa kwa tahadhari kubwa ili kuhakikisha usalama wa bendera ya USS Gerald R. Ford huku wakithamini uwezekano wa mashambulizi au vitisho ambavyo vinatokea kutokana na uwepo wa manowari ya Urusi karibu na maeneo ya anga na bahari ya NATO. Tukio hili linaashiria mkakati unaoendelea wa Urusi na Marekani au NATO kuonyesha nguvu zao za kijeshi na kuonyesha jinsi manowari ya kisasa zinavyoweza kubadilisha mazingira ya usalama wa kimataifa katika bandari ama bahari ya Arktiki na pwani za kaskazini mwa Ulaya.